chi ogosaba kwane muna ase ekenyerokirigiaito kiamworenge moigwa abana a bakwana ekera mbauti na ekenyero ki arenge magega korende ase eng'encho ya ye esukuru yeyaito ye ya sa sant paulo narorire nyasayitookorire ebikone rituko riarero naritwabwate ogochengera gweechisemi ase esukuru ya sant paulo mbuya mono omotare gitoito paulo mbiro na matamuchaki ase okobeka esukuru eyaito yakonyire kenyoro ekegima yakonyire boikanga gwoti gosabira abanto baito bakenya abana baito tobakongi basamba chisukulu bagosamba serikali tokonye ebikorwa byogosamba chisukulu bya beire bobe

iga toisarase nabaiboribono iga amatemu kaochigoisara gochaka toba omoyo tobasemi unang'aki amatemu are a nse yaito ya kenya are ochi koasaba ense engima toreta omorembe tiga tosabe toreta omorembe oche ense yaito ya kenya mostri asebaray iga oborayi obo noobokong'u bore tiga tokore siasa tonyekore ng'orang'ora sie chingaki chia siasa chigoika ika tuma siasa siasa ere engiya iga sibono iga tiga toreta omorembe nobwanchani abana baitu kera achigokora matemu toreta omorembe etaya tv kevin